Utaratibu wa uimbaji utakuwa kama ifuatavyo. Church choir, kwaya ya kanisa will praise God during offertory time. Itamtukuza Mungu wakati wa sadaka, na kwaya choir, choir ya kwa pole will be doing so praising God during

Sijui maybe, maybe, <laughs> kama ni wakati wa asubuhi au mchana. But, uh, still to you. Lakini bado nawasalimu ninyi. Tunayo furaha asubuhi hii kuwepo hapa kwa ajili ya uhubiri. Tunamtukuza Mungu moto amekifanya kwa juma zima.

nazungumzia kwaya zote za hapa chuoni na zileka mbazo zilikuwa zikialikwa kwa namna ya kipekee. tunayokwaya kwa pole. Thank you for coming. Tunawashukuru kwa kuja. We are glad for having you with tuna us. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi hapa leo. Welcome again and again. Karibuni tena na tena. um,

lakini rafiki yetu kwa sababu wachungaji wa darasa la ministiri wameungana pamoja na na wanajifunza naye Biblia, hivyo wakamwalika aje kuabudu nasi leo. So, namna ya kipekee tunapenda kumkaribisha popote pale alipo dada upendo, upendo. May we see you where you are. Tunatamani tupate kukuona kukuona. Karibu. We are glad tunafurahi to have you, kuwa pamoja na wewe. Welcome and again and again. Karibu tena na tena. But lakini kwa namna ya kipekee leo, tumepokea salamu kutoka kwa rais wetu wa fildi hii ya TRVF, mwenyekiti wa fildi hii yuko pamoja nasi nasemaje, kanisa?

Ndio maana weza kuona watu wamevaa mavazi ya kutunza joto. Namshukuru uh, like Mungu kupata nafasi ya kupita hapa, kusema habari kwenu. Najua najua kwamba mna makambi juma hili. Ni miongoni mwa makambi ya kwanza katika field. Field yetu uh, uh, Makumira. Uh, tulikuwa na juma hili, the camp of of kambi wiki iliyopita pale Makumira, na juma hili kambi lilikuwa Chuo Kikuu cha Arusha very special camp meeting, kambi la kipekee sana. When we talk about the camp meeting of University of Arusha, tunapozungumzia makambi ya chuo kikuu cha Arusha. Even our field, we know something is going on there. Hata field, tunafahamu kama kuna jambo linaendelea pale.

ambaye ni msemaji mzuri na wengine, lakini hata hawa walioko hapa tunamshukuru Mungu kwamba tunao watu wa kipekee kwa ajili ya kambi hii. Nasemaje, kanisa? Appreciate the leadership of Professor Manu. Napenda kushukuru uongozi wa Profesa Manu. Ni mnyekevu sana, mambo ya kiloo kwenye kanisa katika chuo chetu. Amekuwa akiwasiliana na mimi. Ilikuwa ni Jumatatu. Alinipigia simu. Na namjua mchungaji unafahamu kinaendelea hapa, ungeweza kupita na kusema so habari kwetu, ninge hapa kuweza kuwasalimia. Niambia kwama japokuwa na ratiba ngumu, lakini nitapata muda kwa ajili yako. Kwa sababu ya simu yako, ndio maana niko hapa, hivyo nakushukuru sana.

Mimi hapa student, ni mwanafunzi wenu, nasemaje, kanisa? Ni watu wanyenyekevu sana. Mzee Mgweno alinifundisha kemia na mama Mgweno alinifundisha hesabu. Natumaini kama nilikuwa mwanafunzi mzuri, kwa sababu ndio maana niko hapa leo.

zua hayuko hapa, nipa taarifa hiyo ambayo shida kidogo, kinaendelea vizuri, lakini kwa namna kipekee nao wachungaji, naye mchungaji Joel Ndegea kutoka Mbuguni, kutoka Mbugwe Mbugwe. Kutoka Mbugwe, Mtaa wa Mbugwe, Mbugwe. Nafurahi Mbugwe, uh, kusema Magugu. Kutoka Magugu ni mchungaji kijana lakini mwenye kazi nzuri ana karama nyingi, anza kuimba kufundisha na hata kuhubiri. Hivyo tumebarikiwa kuwa naye kwenye fidi yetu. Lakini tunaye mchungaji mkongwe, kwa sababu wachungaji wetu ni vijana, lakini wako pia wakongweni Miongoni mwa wachungaji wa kongwe, mchungaji Abi Katete kutoka kanisa la kimataifa la Arusha.

Nafurahi kwa uongozi wa chuo kikuu kuchagua our main speaker to come and, uh, to serve us in this, uh, camp meeting. Kumchagua mhubiri mkumbe ametuhudumia kwenye kambi hili. This is, uh, none other than, uh, si mwingine ni mchungaji Emmanuel Ogwal. Uh, Emmanuel Ogwal is from Uganda. Akitokea nchi ya Uganda. Uh, I, I didn't get, uh, sijapata muda mrefu kumsikiliza, lakini nimekutana naye kwenye baadhi ya mikutano, lakini nyewe umebarikiwa kumsikia namna ambavyo Mungu amekuwa akimbariki katika mimbali um, hii. Kwa niaba ya fid ya Tanzania Lift Valley, unakaribishwa sana mchungaji Emmanuel Ogwal. Karibu katika feed yetu camp meeting we are

kama fii tunaona kuna mambo mengi yanayotokea eneo hili kwa sababu ya uwepo wa chuo hiki, basi makanisa yanatokea. Tunafahamu kwamba Ngongogari ni matokeo ya kazi yenu, Ngurudoto, Ngurudoto, Kwaninkole, Mjimwema, Mjimwema eh, Kiwawa And tomorrow we are going to organize the new church. Na kesho tunatenga kanisa jipya, kanisa la Meru View ambayo ilikuwa chini ya huduma yenu

tunakwenda katika mikutanonaao kama nitakuwa miongoni mwa wajumbe. Jumatatu hivyo tunakaribia, tuko wageni wawili, moja ni mshiriki wa kanisa la kimataifa la Arusha. Ruth Simba huyo aliyetajwa so basi naomba mpate kuombea mkutano huu. Ni miongoni mwa mikutano mikubwa kwenye kanisa letu, mkutano wa muhimu sana, pale ambapo sera za kanisa zinakwenda kubadilishwa if kama ikihitajika our beliefs imani zetu so we are going to go through it tunabonaku